Sasa naomba tumtumie salamu, tumtumie nini? salamu! Mama huyu kiongozi wetu mgombea wa nafasi ya urais wa Chama cha Mapinduzi huko aliko Kagera, asikia kwamba wakira mama wa jimbo la Arusha wako naye usiku na yeah! na wameahidi wanaenda kumtafutia kura kuhakikisha kwamba hakuna mwanamke atakayeacha kupiga kura tarehe 29 Oktoba. Na niwape siri nisiwape, niwape siri nisiwape? palipo na mwanamke, mwanaume yupo bila kualikwa ah. Hiyo siku hiyo <laughs> siku tukienda kupiga kula, tutabeba kila mwanadamu mwenye sifa ya kupiga nini, kula kwa. Na nyinyi wanawake wa Arusha, hakuna mkate mgumu kwenye chai kula. Hakuna mwanaume anaweza akawa mgumu wa kutokwenda kupiga kura kama mwanamke akiamua kumpeleka kwenye kupiga nini kura. Sasa wangapi wananiahidi ya kwamba watabeba watoto wao wa kiume, watabeba watoto wao wa kike na watawabeba waume zao? Basi naomba tumtumie salamu Daktari Samia huko aliko, ya kwamba wanawake wa jiji la Arusha wako na wewe. Nataka nisikie vigelegele, shangwe. Haya, <coughs> na hesabu moja, <coughs> mbili, tatu, vigelegele kwa Daktari Samia. Kusema maneno hayo, ninawashukuru sana. Ninatamani mpate nafasi, mwende msikitini tukafanye ibada.